Jambo na karibu ndani ya Al Huda TV Burundi. Ni mwanao tena niko hapa. Hapa ni markazi ya Kiislamu katika sehemu hii ya Bujumbura maarufu sana ni Aziatik. Nyuma yangu kama unavyoona hapa, wanataka kunyanyuka takriban zaidi ya mahujaji 45 kutoka katika ardhi ya Burundi. Habari nilizokuwa nazo za ndani kabisa zinaonyesha kwamba mahujaji mwaka 2025 chini ya uongozi wa baraza la Kiislamu la Komibu wanaondoka 45 kutoka katika nchi ya Burundi, lakini katika nchi tofauti tofauti wataungana na Warundi, lakini idadi kamili itakuwa imekamilika kwa watu hamsini. Mama zetu wako hapa, dada zetu pia wako hapa ndani katika ukumbi Wameikaa maujaji chini ya kiongozi mufti wa Burundi, ametulia mle ndani huku. Msafara utakuwa umeongozwa na Sheikh Bizimana Zuber, ndio atautoa msafara huu kuutoa hapa na kuupeleka mwanao. Tena niko hapa kupitia TV yako ya Kiislamu. Kama ndio mara yako ya kwanza unaitazama Alhuta TV Burundi, subscribe channel yetu na endelea kuwa pamoja nami. Mimi ni Hamza Mahane Fahamu ya

Allah, tunakuomba wawe mbele. Allah, tunakuomba wawe nyuma. Allah, tunakuomba wawe kushoto na kulia. Allah, tunakuomba uwape moyo mkunjufu. Allah, tunakuomba uwape moyo wa kukumbuka nafsi zao. Allah, tunakuomba uwape moyo wa kukumbuka familia zao. Allah, tunakuomba uwape moyo wa kukumbuka jamii yao. Allah, tunakuomba uwakubalie ibada zao. rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim.

Tayari tuko hapa. Mahujaji kama unavyoona, msafara wao wametimba hapa katika airport ya Bujumbura Melkior Ndadaye. Alhamdulillah, watu ni wengi, magari ni mengi. Hii inaonyesha kwamba ziara yao ni kubwa, lakini kumbuka kwamba kiongozi wa msafara ni Sheikh Bizimana Zuberi. Alhamdulillah, kina mama pia wamepata fursa ya kwenda kuhiji, lakini wanaume pia na wao wamepata fursa ya, ya kwenda kuhiji. Al Huda TV Burundi, tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa na za nguvu, kama mnaendelea pia kutusamini kutuonesha kwamba mgali pamoja nasi na kitumaini kilichokuwa kikubwa sana. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea pia kusubscribe chaneli yetu, ili tuendelee kukupatia matukio yote ambayo yanayofanyika hapa nyumbani. Hapa ni mwisho, mimi ni Hamza